Nimepata mfanyakazi hapa mzuri sana anajituma, anamwagilia mbogamboga, analisha ng'ombe, unaona, mwenye bodi yake, mtu strong. Kwa hiyo mimi nimepata, nime safari kidogo ya kili ki, unajua mambo ya utawala kifalme, una sehemu naenda kuwakilisha ufalme. Kwa hiyo utabaki nauni, kijana wangu mzuri sana namwaminia, yaani kitu chochote utakachotaka wewe omba, sawa, cha kuhudumia usiwaze wala nini. Ah. Kwa hiyo Yusufu, ndo mke wangu, utakuwa namhudumia, unafanya kila kitu, kumpikia kumpikia, kukatakata. Sawa sawa. Naenda. Yusufu, Abe. Jep. Na chakula. kmskatakataut naendanaba kaletea chakulaaibu Ah, eh. <laughs> Nitatandikaje eh? Yani, kitanda t atandikinan kitanda, siwezi kutandika, utanisaidia? Huo, Siwezi kutandika, siwezi. aaa <laughs> siwezi. <laughs>